Karibu sana mwana michezo wa Rick Media. Mimi ni Sostenes Ndunguru, nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Tuko hapa na mtaalamu wa soka Gharibu Mzinga, Kilwa Finest E, unataka tuzungumze naye baada ya draw, ya ligi ya mabingwa barani Afrika lakini pia na kombe la shirikisho. Mzinga tumsikie anazungumza vipi kuhusiana na timu za Tanzania Simba uh, Young Africans ambao tayari tumeshashuhudia wapinzani wao na kwenye makundi yao. Wana hali gani? Je, uh, nafuu au nafasi ya kufuzu kwenda kwenye robo finali ipo. Mzinga yuko hapa na atatuambia vizuri. Draw yenyewe kwenye hizi timu nne za Tanzania umeona imekuwa draw ya aina gani na hizi timu za Tanzania zimedondokea kwenye makundi ya aina gani? Uh, draw ilikuwa nzuri nzuri pale South Africa imefanyika na ni draw ambayo kwa mara ya kwanza sisi tumepeleka hizo timu zetu zote nne, lakini timu zote zimepata makundi yake, kwa maana kufahamu nani anakwenda kukutana nani. Hakuna kundi jepesi kwa picha ya moja kwa moja Hakuna kundi jepesi makundi yote ni, ma, ni, ni, ni tafu. Makundi yote ni magumu, na naposema magumu, simaanishi kwamba timu za Tanzania eti zina mazingira magumu ya kufuzu, na maanisha hata hizo nyingine zikiona kwenye kundi lao kuna timu za Tanzania wenyewe, nashtuka kama ambavyo sisi tunashtuka wao, yes. Uh, kundi ambalo nimeona linazungumzwa zaidi ni kundi la Young Africans. Ili ndio linawekwa kipaumbele kuonekana kwamba ndio gumu zaidi. Of course ni kweli ili kundi ni gumu, lakini wapo ambao wanaonekana kuna, kuna baadhi ya watu wanaonekana kama wana imani kabisa na Yanga, lakini uh, softness, mi nikwambie kitu, naamini hata hizo timu nyingine pia zinaofia kuhusu Yanga. Yaani kuna kwa mfano kwenye zile timu tatu pale, uh, kuna timu kama JS Kabili, kuna timu kama AS Farabat, nao timu kundi lilivyotoka wamesema kwa Young Africans kupangiwa naye, nasema hivyo kwanini? Kwa sababu lile kundi lina timu kutoka Afrika ya kaskazini tatu, sawa uh, sehemu, zi, zi, yale mataifa klabu za mataifa yale huwa wanaamini klabu za sub-sahara na Afrika ndo sehemu ya kuchukulia points, wanaamini hivyo. Klabu za sub-sahara na Afrika kuna mataifa mengi, kuna klabu nyingi, lakini kuna klabu ni vigogo, kuna klabu ni bora zaidi Hmm. Sasa katika kundi lako ndo inakuja zile klabu za subsahara ni bora zaidi, kwa sababu unapozungumzia klabu za subsahara na ambazo ni bora uh, utaizungumzia ukiachana na zile za Pot A hizi nyingine utazungumzia Simba, Al Hilali, Young Africans. Hizo timu tatu nilizokutajia hapo, hizo ndo bora sana kwa wakati huu, yani kwa kipindi hiki cha miaka mitano iliyopita, ukitoa Mamelodi ambayo iko kwenye Pot A, hizi zinazofuata Uh, kukutana na Simba mm, kukutana na Hilali, kukutana na Young Africans ambao wote walikuwa wanaunda poti namba mbili. Maana mm, yake umekutana na kigogo, umekutana na timu ngumu. Kwa hiyo JS Kabylie, AS Farabat, Al Ahli walikuwa wanatamani maybe wangekutana na timu zenye material ya saizi ya kati, kwa mfano kama vile Stade Malien, Power Dynamo, Power Dynamo, Saint Louis, Lupopo yaani wapinzani wa namna hiyo ungetamani kuona wanakuja katika kundi lako, lakini kwa sababu hawakuja wamekuja hawa, inakuwa no way out, inabidi ujipange kutokana na hiko ambacho umepewa. Mwenyezi Mungu kakuletea nini, ndio inabidi upambane nacho. Kwa hiyo kundi hilo ndio linazungumzwa zaidi, lakini makundi mengine, kundi la Simba Aliongelewi sana kabla hujalitazama ujali, kundi la na Simba nataka mm. tumalizie kabisa hapa kwa kwa kwa Young Africans hapa. Eh, eh. E, kwa, kwa Young ah, Young Young Young Africans young eh, Africans. Africans, Africans. hapa. Ah, sawa. Eh, eh. E, watu wengi ni kama wanaona Young Africans anaenda kuwa mgawa alama kwenye zile timu tatu za Kiarabu mm. E, nikimzungumzia Ahly, e, Farabat na JS Kabylie watu wengi wanaamini Young Africans ndio kama ne, timu ambayo inaenda kugawa alama kwa namna ambavyo umewafuatilia hawa wapenzi watatu, inawezekana kweli Yanga Africans akawa ni mtekee mtekee kwa hizi timu tatu? Uh, wataenda kupeana alama, kwa sababu sio kugawa alama Yanga Africans. Uh, timu zote zitapeana alama, yani sioni timu ambayo itachukua alama zote, uh, sita mara sita, uh, alama kumi na nane, yani sifikirii kama alama kumi na nane zinaweza zikatoka. Naona yani, kwamba kuna timu itashinda mechi zake zote mm. A -a, alama watapeana Yanga atachukua alama, Kabilia atachukua alama, Farabat atachukua alama na Ahali atachukua alama. Nani katoa alama nyingi? Ndio issue iko hapo. Sawa? Ambaye katoa alama nyingi ndio atakuwa na wakati mgumu. Timu ambayo imekusanya alama nyingi kutoka kwa wenzie ndio itakuwa na unafuu kwenda tu inayofuata. Kwa hiyo swala la Yanga kutoa alama is not a big deal. Issue anatoa alama ngapi? Sawa? Lakini nimekuelewa swali lako. Mimi nimekujibu kwa upande mzuri. Lakini swali lako liko kwenye uh, upande wa, wa, wa uhasi, negative side ya watu najua umewakilisha watu, siogope <laughs> <laughs> sawa, mwaka atakuruka <laughs> <wanda> <laughs> <laughs> na, najua umevaa vazi la baadhi <laughs> ya comments kutoka mtaani kwa sababu <laughs> wewe ni voice of voiceless <laughs> si ndio? <laughs> Wewe unawakilisha <laughs> wale <laughs> <laughs> <laughs> na hata hapa tunapoongea tuongee kwa ajili yako wewe, tunaongea kwa ajili ya <laughs> <Tunangea laughs> wao <jili ya> dhana <laughs> <laughs> kubwa na picha kubwa ni hiyo, watu wanaona hivyo kwamba Yanga kama nimchekea kwenye kundi na mazingira a na namna hiyo, lakini niwaambie Yanga ingi kinyonge kwenye hili kundi, ni klabu ambayo imejipambanua. Unajua hata pale kwenye hili makundi yalivyopangwa yamepangwa makundi according to rank. Unajua hilo, kwamba wa kwanza yule wa jundo wa kwanza kwenye rank. Wa pili anafuata, wa tatu na wa mwisho. Hilo ulijue. Lile kundi limeenda according to rank. Kwa maana Young Africans pale when it comes to ranking, ubora wa kipindi cha miaka mitano anazidiwa na Ahli Peke yake Farabat, JS Kabili hawana wanachomzingua Yanga kwenye swala la renki ya miaka mitano. Umenielewa? Kwa hiyo kinachocheza sasa hivi pia ni hiyo renki ya miaka mitano yaani, nani ni bora currently kwa wakati huu tunapozungumzia nani yuko bora, kwa sababu ukitaka historia ya haya matimu, kuna matimu yana mahistoria makubwa ya tangu huko nyuma. Leo hii miongoni mwa klabu kubwa zenye mahistoria makubwa ni pamoja na TP Mazembe, lakini hata ku qualify imeshindwa. Umenielewa? Uh, kuna timu inaitwa Hafia imeshindwa ku qualify ma Asante Kotoko, kwao ni maklabu makubwa, lakini hata hili kwenye kundi uki, kwa mafanikio ukiacha Alahali kwenye kundi hili ukiacha Alahali kwa mafanikio, anaifuata ni JS Kabili ambaye ameingia kama timu ya mwisho kwenye kundi, yani kwenye kwenye pots huyu ndo kibonde kwenye kundi hili, si unanielewa? Maana yake nini? Maana yake uh, watu, huwezi kuacha comment za watu, unajua sisi hapa pia tuna ushabiki Yes, huwezi wewe kuacha hizo comments, lakini ni reality. Yanga ingi kibonde kwenye, kwenye hili kundi, kwenye kwenye hili kundi anaingia kama miongoni mwa favorite. Yani timu zenye nafasi sio yeah. Upande wa pili wa shilingi uh, ni upande ambao unakwenda kuiangalia wa upande mwingine upande wa experience ya hii mitimu hii mitimu ina uzoefu mkubwa, kwa sababu licha kuzungumzia positive side kwa upande wa Young Africans na ku, kutolea -ku -ku hiyo hofu au wasiwasi, upande wa pili wa shilingi, ili kundi ni kundi ambalo lina accommodate timu nne, lakini tatu ni mabingwa wa hii michuano wamewekubeba, kwa maana ya lahali ndio bingwa muda wote. Unapozungumzia JS Kabili ni mabingwa mara mbili, unapozungumzia AS Farabat ni mabingwa mara moja mwaka 1985 waliifunga AS Bilima finali. Kwa hiyo ni ni matimu ambayo yana experience, yanajua namna ya kumaliza hizi mechi. Yanga pekee ndio timu ambayo haijawahi kubeba, lakini on other side timu za kaskazini investment yao ni kubwa kwenye football kuliko sisi, si ndio? Kwa hiyo hapo kuna heshima unaweka kwamba Yanga wenyewe, nimeona hata Ali alikaa, mwafisa habari wa Young Africans amekubali kwamba Young Africans ipo kwenye kundi gumu, na alivyosema kundi gumu akumaanisha Yanga dhidi ya timu ngumu, kila timu dhidi ya timu ngumu, umeelewa? Yaani pale kila mmoja anakutana na timu ngumu, yaani ahali mwenyewe anasema nimekutana na timu ngumu, umenielewa? Kwa sababu JS Kabili ni greatest club of all time, ndio timu bora ya muda wote ndani ya kandanda ya Algeria. Yaani ule ndio godfather wao hivi juzi amekuja. Of course ni klabu za miaka mingi juzi, tangu miaka miaka ya 60 ipo. Lakini lakini ile kufanya vizuri, kufanya vizuri vizuri wameanza kwenye hii. Au hata semi-final wanaitafuta, uh, JGS Kabili ubora wake ulikuwa uko. Kwa mfano mara ya mwisho kucheza finali ilikuwa ni mwaka 2020 2021. Finali ya Confederation Cup, walicheza dhidi ya Raja Casablanca, yakina Fabrice Ngoma. Ilikuwa ndo mara ya mwisho. But wamerudi tena kwa wakati huu sasa. Hii timu kwa kweli ina fan base kubwa, ni timu kubwa anatakiwa kuipa heshima. AS Farabat ni timu ambayo wanatokea Morocco, Rabat. Hii timu kwa mzani wa ndani wao na Raja Casablanca waka kwenye poti, kwenye poti moja. Ni timu ambayo msimu jana walifanya wonders. Miongoni mwa wonders ambazo wamewahi kuzifanya katika season zao ni pamoja na kumaliza group stage bila kupoteza mchezo wowote, kundi ambalo lilikuwa lina Mamelodi Sundowns kundi ambalo lilikuwa lina Raja Casablanca na lilikuwa lina smana maonyeo farabata litopu hilo kundi Pilo. Bila kupoteza mchezo wowote. Kwa hiyo huyu ni mpinzani ambaye pia unatakiwa kumpa heshima hapo, ahali atumzungumzie kabisa. Yeah. Ila? Ila? Yes. Oh, kwa, kwa kumalizia, Yanga Africans ametangaza atatumia uwanja wa New Amani Zanzibar, mabadiliko ya uwanja. Watu wengi tulikuwa wanategemea Yanga Africans anatumia Benjamin Mkapa kuna namna inaweza kwa athiri positive au negative kuelekea kwenye mashindano yenyewe. Sababu za kutumia uwanja wa Amani wao ndo unazijua, mimi sijajua ni nini, lakini Amani ni uwanja ambao unaweza kuwa na faida kubwa kwa Young Africans. Unajua uh, sasa hivi kuna changamoto ya watu kwenda viwanjani, press. Ukichunguza naona kuna changamoto ya watu kwenda uwanjani hapa Dar uh, es Salaam, eh? Yes. Uh, ukiangalia kwa Zanzibar uwanja ni mdogo kwa kuipata full capacity ni rahisi. Watu bado wana ile morale kwa sababu wapate mechi kubwa kubwa kama hii. Yep. Kwa hiyo sauti unaona sauti inaingia pale uwanjani. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni miongoni mwa faida ambao wako nazo. Kwa hiyo kama umeamua kufanya ile ndo base sio issue kwa sababu ukizungumzia uwanja Mkapa ndo uwanja ambao msimu uliopita walicheza na walishindwa ku qualify kwenda hatua inayofuata kwa maana ya robo final. Ila uh, this time around anaenda kubadilisha mazingira. Yes. Yes, uh, tulitazame kundi la Simba kidogo. Eh, uh, watu wengi hawamzungumzii Simba kwanza. Kundi la Simba kundi la Simba inaunganisha ndio hao